Kwa hiyo ni waombeni wakati wote mzingatie umuhimu wa haki, sababu sheria hizi, haki huwa zinatokana na kuzingatiwa kwa sheria. Uh, niseme hivi kwa sababu ya hizi fursa za ajira katika maeneo hayo ambayo nimeyataja na mengine ambayo siyataja na kwa sifa zenu kama watu mliosoma sheria, hata kwa kiwango hicho cha shahada nasha na vyeti certificates, uh, niwakumbushe kwamba pamoja na mafunzo ya maadili mlioyapata, ningependa kuongezea kile ninachokiita software nane za vitendea kazi. Hivi ni vitendea kazi muhimu vitakavyoongoza katika kazi, masomo na maisha ya kila siku, tukiachia vitendea kazi vilivyozoea kama kompyuta, karatasi, kalamu, madawati, magari na kadhalika. Sosuea nane hizi za vitendea kazi nitakazowaongoza zitawaongoza, zita katika majukumu yenu zitaimarisha uwezo wenu wa ufanisi na zita software, kwa sababu hizi ni kama mfumo wa ndani internal operating system unaoongoza namna mtu anavyofikiri kufanya maamuzi na kutenda kila siku, kama hivyo, kama ilivyo kwa kompyuta. Endapo mtavitumia ipasavyo vitendea kazi hivi, mtakuwa mfano wa kuigwa katika jamii, na kwa sababu hivi vitendea kazi ndivyo vinavyoimarisha na kuongeza ufanisi, na mtakumbuka kwamba katika Dira Taifa ya Taifa ya Maendeleo 2050 moja ya vipaumbele vya msingi ambacho ni kipaumbele cha tatu, uwajibikaji katika utumishi wa umma. Tumekuwa na changamoto kwenye swala la uwajibikaji katika taifa hili, uzembe na kadhalika. Ninawakumbusha, and this is about mindset haya maswali unayozungumza ni ya kifikra, ndio maana tunaita ni software. Huioni, lakini unaona matokeo yake katika shughuli za utendaji, iwe ni uzalishaji au ni huduma za kawaida service, kama tunavyofanya kazi sisi mahakamani. Sasa la kwanza, kwa kuzingatia kwamba sehemu kubwa ya ajira yenu, fursa zenu ziko kwenye sekta ya sheria moja, mtahitaji kuwa sensitive to justice, yaani kuiwa kuona haki inatendeka na, na ninyi wenyewe kuwa tayari kutenda haki. Hilo la kwanza. La pili mtahitaji kuwa waadilifu. Mlipokuwa mnasoma hapa shuleni, mlikuwa waadilifu. Mtakapoenda kwenye ajira zenu, hatujui kama mtendea kuwa waadilifu maana pale pia mtapimwa sasa kwa maadili ya utumishi wa umma katika hizo sehemu mnazoenda kufanya kazi. Hapa mlikuwa mnapimwa kwa maadili ya mafunzo yenu hapa ma, ma, tu, tu, taratibu za, za, za, za chuo, taratibu za chuo. Sasa mnaenda kwenye ajira <laughs> mnaenda kwenye ajira. Kwa hiyo kwenye ajira kule mtapimwa kwa mjibu wa taratibu za utumishi wa umma na maadili yake. Tunawategemea mudumishe uadilifu integrity. Tunategemea haya mlioyapata hapa na kwa sifa zenu mwendelee kuwa na uwezo wa kumudu utekelezaji wa majukumu yenu ipasavyo, kwa ufanisi ipasavyo, competence. Muwe competence. Mwe sensitive to justice. Mwe adirifu integrity. Mwe competent. Na hiyo competency mimi sina mashaka na ninyi, kwa sababu hiyo competency, kwa sababu hapa sehemu kubwa mnajifunza kwa vitendo, lakini pia kwa hiyo mnapata skills, na ndio maana ninyi mmekuwa na soko kubwa katika sehemu hizi ikilinganishwa na wahitimu wengine na kwa kweli mimi ningeshangaa kwa sababu, kuanzishwa kwa chuo hiki ilikuwa ni mwendelezo wa kile kilichokuwa kinafundishwa kwa kile chuo kilichokuwa kinaitwa Institute of Development Management Mzumbe, maarufu IDM Mzumbe. Wahitimu wa IDM Mzumbe walikuwa ni wahitimu waliokuwa na ufanisi mkubwa sana kwenye utekelezaji wa majukumu yao. Ni chuo kilikuwa kinaandaa viongozi baada ya mabadiliko ya kisera ya Chuo Kikuu cha Mzumbe kinakua, kusema kinakuwa chuo kikuu, tukasema sawa, sisi tutaanzisha chuo chetu Mahakama Lushoto, mwendelezo wa mafunzo yaliokuwa natolewa pale, kuandaa watu waliokuwa na hitimu Mzumbe walikuwa wanaenda kuwa mahakimu mahakama za mwanzo, wakati ule walikuwa na certificate. Wengine waliokuwa na hitimu kwa ngazi ya diploma walikuwa wanaenda kuwa mahakimu wa mahakama za wilaya. Sisi tume branch off, tukaanzisha hii Institute of Judicial Administration Lushoto kuwa equipu watu wetu na skills hizi tukiwaandaa kwenda kufanya kazi kwenye sekta ya sheria na hususani mahakama na sekta nyinginezo. Kwa hiyo mtahitaji kuwa waajibikaji, pia accountability hiyo nayo inayosema inasitiza sana kwenye dira, dira ya taifa ya maendeleo lakini accountability, tuwajibikaje? Ni sharti la kikatiba, ukisoma ibara ya ishirini na tano ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, ni sharti la kikatiba, lakini itakufanya wewe uidumishe hiyo nafasi sasa. So, usipowajibika utaku, utakuwa redundant, you gonna be redundant, uwepo wako pale hauna maana yote tena. Kwa hiyo <laughs> kutokuwajibika huzaa uzembe. Sasa mzembe na mvivu hazarishi, kwa hiyo ufanisi wake ni mdogo. Kwa hiyo uwajibikaji, hii ni moja ya software mtakaokuwa nayo. Then ubunifu au creativity kwanza na proactivity, mnapaswa mwe watu wa kujiongeza, kujiongeza kwa sababu mtakapoenda kwenye utumishi wenu mtakuta kuna changamoto pale, na na wewe unawajibika, una you want to deliver, kwa hiyo itakufanya uwe proactive kushughulikia hizo changamoto, ili ufikie yale malengo. Mtu anayejiongeza, <laughs> yani manake kuchukua hatua mapema, ili kushughulikia na kutekeleza lile swala ambayo ni wajibu wako, na hasa pale ambapo kuna changamoto. Proactivity. And then, ukishakuwa proactive, utakuwa mbunifu, creative, utabuni kwa sababu hizi unataka kushughulikia changamoto fulani, ili uweze kutekeleza ku, ku, ku, wajibu wako kwa ufanisi ipasavyo katika utekelezaji wa majukumu yako. Kwa hiyo umekuwa proactive, uitakupa na sehemu nyingine, utabuni katika kushughulikia hiyo changamoto. Utabuni tu namna bora ya kutekeleza hilo jukumu kwa ufanisi, utakuwa creative katika hizi nchi nyingi zinazoendelea nadhani hata sisi tumekuwa tegemezi sana wana na hii moja ya kitu ambacho tunakikosa, tunasubiri maelekezo kila sehemu, maelekezo. Maelekezo hayawezi kuzaa faida mara nyingi matokeo mazuri kufanyika, kwa sababu so maelekezo yanakuja na resistance na indifference. Si tunataka mtu aelewe mwenyewe, akishaelewa mwenyewe atafanya hicho kitu na kwa sababu tumekuwa hategemezi, hatuko proactive, hatuko creative. we have lagged behind even in industrialization, na sehemu nyingine nyingi za in Afrika, inabaki in nyuma pamoja na resources zilizopo na brain zilizopo na watu wamesoma wengine to the level of professors <laughs> na doctor degrees, but why are we not inventing lakini kwa nini wale wadogo wanaosoma darasa la saba, darasa la 12 wanakuwa wabunifu wakubwa? Unakuwa mwaka hapo wana sisi, naonaga ma sijui maonyesho sijui ya nini, nakuta vijana wanasoma vyuo vile vya ufundi wale hawajapata hata degree, wamebuni vitu pale. Halafu sisi kama taifa, hivi tunaendelezaje hawa wanaobuni vile vitu tena vya kisasa kabisa? Kama kama taifa tuna sera zipi za kuendeleza hawa wabunifu kuhakikisha kwamba ubunifu wao ule unaimarishwa unaingizwa kwenye soko. Halafu inakuwa competitive product even worldwide. It's global status. Na like kwenye global level. Hata huko nchini tu. Kwa hiyo ubunifu hauishii sisi wa mahakamani tu. No, hao sisi wanaosoma sheria. <laughs> Na tusipokuwa ubunifu na sisi wenyewe na tutaendelea hata kutegemea foreign kuendesha mambo yetu. Watatuletea na mambo mengine, usema sijui ni mambo gani na nini, na sisi tutajiingiza huko. Nataka tu wabunifu. Na sheria zinazotungwa Tanzania hata kwenye sekta ya sheria hizi, wakati fulani zinatuelekeza tu tuwe wabunifu kutumia nani nini katika nchi yetu. Kwa mfano, ile sheria ya Land Act inasema kwamba sisi to now, to, to develop local jurisprudence kwenye land law have we been able to do so? Na faida yake ni nini? Kwa sababu sisi tenya sisi land, tenya system yetu ni tofauti, ni awakwao <laughs> walio tuletea hizo land law naotega. Lakini tutapaswa kuimarisha uzalendo kwa taifa hili, national patriotism kujitambua kwamba mimi ni Mtanzania, uishi kama Mtanzania tofauti na watu wengine, ulipende taifa lako, ulitumikie, usiwe sehemu ya kuliangamiza and then when it is no longer there, where will be, where we will be. Yani, kama taifa la Tanzania halipo tu, limeparaganyika, halafu Tanzania ipo, utaishi Utakuwa, next, will be part of a certain nation, perhaps greater than, greater than ours. So we have got to be so much sensitive on this one. Nazungumza na, na ninyi vijana <laughs> mjitambue, na, na sisi tulikuwa vijana wakati fulani. Sasa tumekuwa wazee kama mnavyoniona mimi. Kwa hiyo kwa kijana it's not a lesson ya kutu wewe kujito kujitambua kutokujitambua taifa lako na kulithamini na kuthamini wananchi wale wenzio na kama na watu wana na wana haki ya kuwepo na kuishi. Na, na hili la national patriotism nadhani, ukiangalia nadhani, that is a challenge. Sehemu nyingine tumeshauri, na kuna umuhimu wa kurejeshwa kwa national service, ambao tutakaa kule mwaka mmoja, akili yetu iwe nzuri, tujifunze skills za maisha za uzalishaji, kilimo, uvuvi, ufugaji, ufundi, seremala na kila kitu tunachoweza kujifunza na kila fani <laughs> wengine tutajiajiri humo humo, hata wengine utakaajiriwa huko wa, utakuwa na kitu ambacho kinakuongezea chumi, pengine mwaka mmoja. Wengine tulienda jeshini mwaka mmoja, miezi mitatu ile unajifunza mafunzo ya kijeshi, miezi tisa inayobaki ni uzalishaji, you get skills. Moja, faida kule tulipata ujasiri, tukajifunza uzalendo tukaimarisha udugu wetu. Mtu anayetoka Songea anakutana mtu anayetoka Msoma ni ndugu, tunakutana. Watu waliosoma Moshi na waliosoma sijui Kigoma wanajuana, wanakuwa kitu kimoja. Lugha ya Kiswahili ikatuunganisha, na hii ikasaidia kujenga umoja wa taifa hili, na kwa sababu hiyo hata hizi intertribal marriages zikawepo kubwa, nadhani ziko hapa Tanzania, pengine katika Afrika kuliko taifa lingine lolote lile na ile imeimarisha udugu. Kwa hivyo, ninapozungumza na ninyi kwenye jamii hii ya wasomi, ninyi mnaohitimu na wengine wahadhiri wenu hapa, wasomi wakubwa sana, na wengine majaji wako hapa no, na wazazi, consider this, ni wapi tulipokosea. Kwa hiyo huo ndio ushauri wangu, lakini uhalisia, objectivity, unapochukua hatua uzingatie ule ukweli wa uhalisia, yaani mnapotekeleza majukumu yenu kule mtakwenda kuajiriwa. Hivi vitu vinane ni vya msingi sana, tuvizingatie. Nazungumza na ninyi kama wahitimu, mnaenda kufanya kazi. Mimi ndiyo nazungumza na ninyi leo, sizungumzi na baraza la chuo. Nina siku moja nitakuja kuzungumza na na uongozi, na haya zingatieni. na mambo kama haya yakizungumzwa na mtu ambaye ni ni mtu mzima, tunaishi through experience, nadhani mtu mwenye akili anaweza akaona kwamba labda kuna tija hapo katika ushauri huu. Kwa hiyo haya ni ya msingi sana, ataiendelea kuimarisha nafasi yenu aa, kwenye ufanisi wa majukumu yenu na sifa zenu nzuri ambazo wahitimu wa hiki chuo umeendelea kuwa nazo. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine ambalo muhimu ambalo ningependa kuwausia wahitimu ni kujibidisha kuendana na mabadiliko ya kiteknolojia yanayoendelea katika zama hizi mapinduzi ya nne ya viwanda. Katika zama hizi, njia za kiasili za utendaji wa shughuli mbalimbali ikijumuisha shughuli za serikali na binafsi zimechukuliwa na njia za elektroniki za utekelezaji wa shughuli hizo, hususani teknolojia ya habari na mawasiliano. ninaimani kwamba umefundishwa masomo ya usui wa matumizi ya tehama kwa upana wake. Ninawashauri sana elimu hiyo isiishie hapa chuoni tu kwa kufaulu masomo yenu pekee, bali mjibidishe kujielimisha zaidi kwenye eneo hilo na muwe tayari kutumia maarifa na ujuzi wa tehama mlionao kwenye majukumu yenu yajayo, kwani huko ndiko taifa na dunia nzima inayoelekea kwa sasa, ni kama si kwamba imeshatufikia. Tuko tayari sasa hata katika eneo hilo. Kila kitu sasa kiko kwenye digital platform, cyber yuko kwenye cyber space. Bahati nzuri, ninyi vijana mna uwezo wa kujifunza kwa urahisi, na kwa kweli mnafanya vizuri sana ku capture no, na wengine wamekuwa bunifu kwenye maeneo hiyo. Ushauri wangu, zingatieni hiki ninachokuambia kwa sababu hiyo ndio itakuwa pia nyenzo ya utendaji kazi wetu kitenda kazi. Ninajua kwamba baadhi yenu au ninyi pengine ninyi wote mmewahi kutumia au mnatumia programu za akili unde artificial intelligence katika masomo yenu au kazi zenu. <laughs> Nawaambia kufanya research, unaleta hivyo vitu hapo, sijui unafanya vitu gani that Akili unde ni sehemu ya matumizi ya tama, lakini mnapaswa kutumia teknolojia hii kwa uangalifu mkubwa mno, kwani inaweza kudumaza uwezo wenu wa kufikiria na kuchambua mambo. Hilo mlizingatie, sio kwamba wewe mwalimu amepost swali pale, unaenda sijui unafanya nini nini nini, unaita sijui chatbot sijui vitu gani AI GPT kwa hiyo <laughs> inavyoona mnafurahi, <manyang> najua kabisa kwamba kumbe ninyi mmekuwa watumiaji wa hicho kitu. So my humble advice, uh, vijana wangu ni hivi, tumieni kwa uangalifu sana, vinginevyo mtakuwa tegemezi, tunachowasifia hapa hakitakuwepo tena, kwa sababu hii itaua uwezo wenu wa ubunifu na creativity na proactivity na creativity And then there's no soul down there. Wewe kama ulivyo una soul. Unafanya maamuzi kuwa conscious. Ndio maana unaweza kuwa sensitive to justice. Hiyo akili unde yako haina sensitivity to justice. Na sisi wengine ambao tuna haya mambo mengine tunajua sana. Leo sio sehemu yake, lakini nikiwa na watu wazima nitawaambia what is behind all these things? The so-called artificial intelligence. but mind you, binadamu kama hivyo una ile divinity ndani yako kwa sababu ya so much connected to the Lord. Wanaosoma kitabu kinachoitwa kitabu cha Mwanzo, imeandikwa pale Mwenyezi Mungu akasema, natumfanye mtu kwa mfano wetu akatawale samaki wa... kwa, kwa mfano wetu na sura yetu akatawale samaki wa barini, ndege wangani, wanyama nchi kavu, kila kitambaacho na nchi yote Mungu, akaumba mtu mke na mwanamke, akawabarikia, akasema zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi mkatawale samaki wa habarini ndege wa angani wanyama nchi kavu <laughs> na kila kitambacho. Na katika kitabu hicho sura ya pili mstari wa saba mwanadamu ana, Mungu Mwenyezi Mungu anaufinyanga ana mwanadamu kutoka kwenye udongo, anampumzia pumzi ya uhai, anakuwa nafsi hai. So that, that divinity uhai tulionao ni ile, na Mungu ndo anao sasa. So, so, ukishaondoa huo unaondoa hiyo, and then unabaki kuwa hollow, hujali tena wengine. Na mimi ninavyoamini kwangu, mimi ninavyoamini ndio ya hiyo source hiyo ulichonacho, once it is no longer there, you are done. Utabaki na artificial intelligence yako, lakini you gonna be very very weak. Kwa hiyo ni nyenzo muhimu hii ya kutusaidia kufanya research na pengine research ya kutusaidia na mnaojua, itumieni kwa mambo mazuri ya kujenga, but don't rely upon this one, because hata hivyo hii hii artificial intelligence imekuwa developed na wanadamu Yaani wewe mwanadamu na akili kuliko hiyo sasa. <laughs> Kama utataka kuitegemea hiyo, basi utaishia tu hapo. Kwa hiyo akili unde ina manufaa ikitumika vizuri, kusaidia njia za asili za kujifunza na kutafakari, na sio kuondoa njia hizo za asili, na badala yake kutegemea akili unde kupita kiasi, ambayo itadumaza ukuaji wa maarifa na ujuzi wa mtumiaji. Kwa msingi huo ni rai yangu na nawashauri kwenu, kwamba nawashauri kwamba akili unde itumike kwa uangalifu, kwa maana ya kusaidia fikira zenu na kusaidia kujifunza na sio kuchukua nafasi, kuchukua nafasi ya matumizi ya akili zenu.